Nimeishi dunia hii ndio. Dada mmoja ameu ametoka, kuna mwingine sijui alitokanga Kisii akaja akaniambia aka, aka, akaniambia, Pastor Ezekiel, mimi ndio mke wako halisi. Mimi ni mwembamba kama we niko na watoto waine, niongezee watatu wawe saba mimi, mimi, yani na kusirisa sana niandikia message oh. Akatoka akaenda mpaka kwetu nyumbani akaambia mamangu na babangu. Hawa watoto nimezaa na Ezekiel wakati ambapo alikuwa jela. Mimi nikamuliza mamangu, jela huko watu wanaoana jamani? Alipotoka akasema niwalee, nisiambie mtu, lakini sasa nimetafuta nyumbani mpaka nikajua ni hapa. Sasa wazazi wangu pia, babangu anasema usitaje hiyo kitu sana, tupigie simu tena. Yeye anawaambia musimpigie simu leo, ni ruhusuni nilale nitawaelezea kesho. Mamangu sasa ameenda, mtoto wangu usikasiriki, kuna mambo hapa, kuna msichana amekuja hapa, ulimpa mimba ya watoto watatu. <coughs> Unajua mimi nikisikianga hivyo nawekanga loud speaker, ndiyo pasasara asikie, maana nikisikia peke yangu inamaanisha ninamdanganya mambo mengine nikisirisiri Okay, huyo binti ako wapi? Tumemwacha beach. Kamwambia nendeni beach, wekeni simu la speaker binti. hey, unaitwa nani? Ah, pastor, mimi naitwa fulani. nasikia wewe ni mke wangu. Aha, sijasema hivyo mimi. Nimeona wazazi wako hawaelewi Kiswahili. Mimi nimesema nimetoka Mombasa na nilikuwa natafuta mamako aniombe nikamuuliza si umeniacha huku kama umetoka Mombasa, mamangu nani alimfanya pasta? Nimeambiwa na nani? Na watu ulimuona mamangu wapi? Na kona namba ya mamangu, na hakumbuki ashawahi kuniandikia message, mpaka ananiambia wewe ni mzuri, unavutia, mamako anatabasamu. Wewe uko na sura ya hasira, uko na roho ya hasira. Nakwambia nakupenda haunisikii, wewe uko na roho mbaya <tuhi> nikamwambia mamangu, "Sasa huyu, iteni polisi hapo." "Ah, Pasta, usifanye hivyo jameni, ni roho ili mbaya iliniingia." Nikamwambia, "Sasa hii roho mbaya tutaitoa na polisi na maombi." Ah, kitambo nimanisane na huyo hata nilitumana fea angalau waende kwa kwao ushikizi nikamwambia usirudie hiyo kitendo, sitawahi danganya pastor na sitakuja huko New Life. Mwingine akaja hapa nikamwambia, jamani, kuna watu wengine wamekuja hapa wananipenda. Mama mmoja akainua mkono, hata mimi nimetoka Nairobi nakupenda, ndio imenileta hapa. Sasa mtu amefu, amefunga amekonda, anakaa kama kijiti hivi, unapenda unapeleka? Si kuna watu wako na mwili huko, wako na afya. Sasa shetani, wakati ambapo unaingia katika ufalme wa Mungu ataleta hata wa kukupenda bure. Ni wewe ujue hii ni dhambi, na dhambi ikae nje, wewe ukae ndani ya uokovu.